TANROADS na mkandarasi kwamba hatutaongeza muda ikiwa watafanya uzembe, hatutakuwa tayari na tutamdai yeye mkandarasi fidia ya kuchelewa, na nimetoa maelekezo kwa miradi yote wanapochelewa, haswa ile miradi ambayo sisi tuna uhakika tunazo hela, lazima tuwadai fidia wanapochelewa. Mpenzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matukio tafadhali kubonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Waziri wa Ujenzi, Abdalla Ulega ameziagiza Taasisi ya Wakala wa Barabara TANROADS na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege TAA kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja kumsimamia mhandisi mshauri wa ujenzi wa jengo la abiria katika viwanja vya ndege cha kimataifa Msalato ili mradi huo ukamilike kwa wakati na ubora. Amesisitiza taasisi hizo kuwa na mawasiliano na ushirikiano wa karibu kwani Watanzania wanasubiria mradi huo na kuahidi yeye pamoja na Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule kukagua mradi huo mara kwa mara. Ulega ametoa maelekezo hayo mkoani Dodoma mara baada ya kukagua utekelezaji wa mradi huo wa kimataifa ambao umefikia asilimia 53.9 na kusisitiza kuwa ukikamilika unatarajiwa kuinua uchumi wa mkoa wa Dodoma na kuwa kitovu kwa biashara na uwekezaji. Nimemaliza kukagua eh, uwanja wetu wa Msalato. Tumeshuhudia mjenzi hapa, msimamizi ni wakala wetu wa barabara Tanzania, kwa maana ya TANROADS. Chini ya wizara ya ujenzi. Kwa hivyo runway ile sehemu ya kurukia na kutua ndege inaendelea vizuri sana, na mkandarasi yupo katika hatua ya juu, e, ya ujenzi. Lakini vivyo, nimekagua ujenzi wa jengo la abiria, jengo la kisasa sana ambalo linaendelea hapa. Huyu yuko nyuma ya muda, lakini nimeagiza kuhakikisha kwamba E, anafanya kazi usiku na mchana na kuongeza idadi ya wafanyakazi, na nimeagiza TANROADS na TAA kwa maana ya mamlaka ya viwanja vya ndege na mamlaka ya barabara, wakala wa barabara Tanzania wafanye kazi kwa pamoja, aaya kumsimamia huyu, kwa sababu tusi, tusiache mambo huyu anasema aliyepewa kazi kwa mujibu wa mkataba kwa mujibu wa sheria ni TANROADS, lakini mwisho wa siku atakayekwenda kwenda kuja kuwa msimamizi atakuwa ni TAA. Kwa hivyo ni lazima hawa kila mara wawe wana mawasiliano ya karibu sana. Tunachotaka sisi Watanzania kuona hii kazi inakamilika kwa wakati na inakamilika kwa ubora. Niseme tu kwamba tumekubaliana mimi na mkuu wa mkoa hapa, tutakuwa tukija kila mara kuendelea kukagua kuona progress ikoje? Maendeleo ya mradi yakoje? Na nimewaambia TANROADS na mkandarasi kwamba hatutaongeza muda ikiwa watafanya uzembe. Hatutakuwa tayari. Kwa upande wake, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule ameipongeza Serikali ya Awamu ya Sita ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuifungua mkoa huo kwa utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa kiwanja hicho ambapo amesema uwepo wake ni fursa wa ya jamii na kiuchumi kwa wana Dodoma na nchi kwa ujumla. Niwaahidi vijana wangu eh, serikali yetu ina ofisi inaitwa ofisi ya kazi. Ndio. Naifahamu? Basi nitamwelekeza wiki ijayo mtu toka ofisi ya kazi aje, na nitaomba mkandarasi na tanzo ziisikie, akija, apewe nafasi ya kuwasikiliza watumishi. Naomba nitumie fursa hii kuwaelekeza, kiwapa tu ruhusa, kisha asubuhi njono za tatu, lakini akisha, umeshajiandikisha ukiwapa kisani moja waende afanya hiyo kazi utakuwa umetendea haki pia serikali ambayo ina mkakati mkubwa sana kwenye jambo hili, hasa kwa vijana hao ambao hasa ndio idadi yao kubwa na wana haki ya kuchagua viongozi wao wanaopenda. Kwa waongozi wanatarajia kuanza majaribio ya kuruhusu urukaji na utuaji wa ndege katika viwanja ha. hicho ifikapo mwezi Juni 2025 amesema hayo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, TAA, Abdul Mumbokaleo.